Wakala wa Nishati Vijijini, REA, unahamasisha wananchi kote nchini kutumia nishati safi ya kupikia ikiwemo mkaa mbadala ambao umeelezwa kuwa na gharama nafuu na ni salama kwa afya ya mtumiaji na mazingira. Mkurugenzi wa teknolojia za nishati jadidifu na mbadala, Mhandisi Advera Mwijage kutoka REA ametoa wito huo Mei 31, 2025 alipotembelea na kukagua uzalishaji wa mkaa mbadala unaotokana na mabaki ya makaa ya mawe katika kiwanda cha Rafiki Briquettes kinachomilikiwa na Shirika la Madini la Taifa STAMICO kilichopo wilayani Kisarawe mkoani Pwani. Tulipewa maelekezo maalum ya kwa kuhakikisha kwamba tunahamasisha matumizi ya nishati safi lakini pia tunawezesha wananchi kutumia nishati hiyo mpaka itakapofika 2034 asilimia 80 wa Watanzania wanatumia nishati safi safi. Sasa katika matumizi ya nishati safi uweze kuchagua aina moja ya nishati sisi kama Watanzania tumezoea sana kutumia kuni na mkaa. Wote hatuwezi kutumia gesi leo, hatuwezi kutumia bayogas leo au natural gas leo au umeme leo. Katika hilo, tumeona kwamba kuna uzalishaji wa mkaa ambao unatokana na makaa ya mawe, na uzalishaji huu unasimamiwa na shirika letu la Stamiko. Kwa hiyo tunahitaji sisi kama REA kuhakikisha kwamba uzalishaji na usambazaji katika mkaa unaotokana na makaa ya mawe unaongezeka kwa kasi, Watanzania wapikie huu mkaa wakiwa yani, wajivunie wakifua mbele. Mkaa huu ni salama kabisa, kwa maana ya kwamba tafiti zimefanyika vipimo vinaonyesha, na TBS walifika hapa mpaka wametoa na cheti. Ni mkaa ambao ni salama, hauathiri afya ya mtanzania yeyote. Mkaa huu eh, unaunga juhudi za serikali za uka, kuwa na nishati safi ya kupikia majumbani, lakini kuepuka ukataji wa miti na kuweza kutunza mazingira yetu. Kwa hiyo, kiwanda hiki tayari kiko kwenye uzalishaji na tunao wateja, tunao mashule lakini mteja wetu mkubwa akiwa ni magereza. Tunaendelea kutafuta wateja wengine na kuwahimiza Watanzania watumie hii nishati ambayo ni safi kwa matumizi, ni safi kwa bei lakini pia ni safi katika utumiaji. Mtanzania wa kawaida na mwenye maisha ya kawaida anaweza ku, kupata mkaa wetu kupitia kwa mawakara wetu, na bei yetu kwa kilo moja ni shilingi elfu moja na mkaa huo utapikia maharage, utapikia nyama, utapikia ugali na bado utabaki. Wito wangu kwa Tanzania watumie nishati safi ambayo ni rafiki kwa mazingira, ni rafiki kwa bei na pia ni rafiki kwa matumizi. Makaa ya mawe yana sifa kubwa sana katika uwakaji kwa sababu yana high calorific value ukilinganisha na mkaa ambao unatokana na kuni za kawaida. Hivyo basi, mtumiaji wa nishati hii kwa kilo moja ama mbili anaweza akazipikia kwa muda wa masaa matatu mpaka manne bila kubadilisha mkaa katika jiko lake. Hivyo basi, ni nzuri kwa usalama wa mtumiaji, lakini pia